Tupo. Kina mama sisi tumetupa. Kwa nini? Sisi si wa Tanzania au tuchangi lote katika taifa? Nakutuma mwenyekiti, ukaambia wazee nao wanataka mikopo. Mimi kwa majina ninaitwa Mtebi Mhoja Mapinda ni mzee wa mzee wa wakata hii Nyamboge. Kweli kabisa mheshimiwa, tunaomba na sisi wazee na sisi tupata angalau ka chochote ka mkopo, na sisi tunaweza kufanya kazi pamoja na uzee wetu. Tunaweza kuwa tunawe, tunawekesha sehemu hata kwenye mashamba yetu, tunawapa watu wanatusaidia, maana tumeishiwa nguvu. Lakini kama na sisi tutakuwa tumepata ka mkopo, kanaweza kutusaidia katika maisha yetu, uzeeni mwetu. Tunakuomba sana, mheshimiwa, utukumbuke sisi wazee hususan kata hii ya Nyamboge kwa kweli tu wazee, lakini tumekwisha kwa sababu hatuna uwezo, hatuna mtaji, hatuna mitaji, ndio maana tunateseka. Tunakuomba sana mheshimiwa, na sisi utujali, utuone kama sisi wazee tunaweza kujenga hili taifa, hususani sisi wazee wengine tumetokana na chama hiki kwa sababu chama hiki tumetumikia, mfano kama mimi Mtebi mmoja Mapinda nimefanya katika chama hiki kuanzia balozi miaka minane, nikafanya chama hiki mwenyekiti kitongoji miaka kumi. Sasa yote hayo nilikuwa najenga chama. Sasa hilo naro dieleweka kabisa kwamba kweli nimezeeka kwa kutumikia chama hiki. Ninaomba sasa, mheshimiwa, uliangalie hilo kuwa wazee na sisi tumo, kwa sababu tunateseka, ila utusaidie. Kwa jina naitwa Ngeraziboni Mlagirwa ni mkazi wa kijiji cha Nyamboge na kuomba mwenyekiti wa mkoa wa vijana kwa mwambie Mheshimiwa Rais sima, Samia Suluhu Hassan atukumbuke na sisi wazee. Maana maisha ya kupewa mikopo kina, baba, kina, am, kina, akina mama na vijana na kina mama akatusahau sisi wazee. Mheshimiwa Rais naye atukumbuke sisi wazee. Za kuweza kuchukua mikopo na, na, na vijana. Mzee naweza kuweka mali zake rehani nyumba nini, akapata mkopo sasa. Nashangaa watu watu wa kupewa mkopo wapewe, wanapewa kina mama na vijana. Ukiangalia wenye uwezo ni wazee ambao wana mali zao na majumba, na niweza kukopa mkopo nikopa na kurudisha. Ndio kitu msio kubagua kwamba wazee ndio wapate mkopo, au wapate mkopo vijana na kina mama wapate mkopo, na naomba mkopo mtufikie sisi wazee, tumezeeka. Chukua mkopo unafanya biashara yako, na unaweza unapata hela, mradi urudishe hela za za za kule ulizokopa, ndio kitu muhimu Mzee, sasa wazee wa Tanzania tulisi kuchukua mikopo kwa sababu gani? Hilo ndilo linatuuma sana. Vijana wamepewa mikopo, kina mama wamepewa, wazee hamna. Hiyo naomba tu mkamwenzi mheshimiwa, nasi na wazee tukumbuke mapema kabla tujafa na sisi tulepo hela, kwa sababu hata vijana wanakopa si wanarudisha, kina mama wanakopa wanarudisha, na wazee tutakopa tutarudisha, na wazee pungeni mkono, salimeni wazee. Asante sana. Ah, unajua cha kwanza baba yangu unajua akisema mzee kama yule Unatakiwa upokee si ndio? Yeah. nalipokea kwanza kwa heshima kubwa mzee wangu, tunalipeleka lakini, la pili ni masuala ya sera waliamua, yani wakati sera inatungwa ni kumkwamua mwanamke pamoja na kijana kwa sababu ya uhaba wa ajira, lakini sasa ipo maandalizi ya sera, ya kuhakikisha kwamba wazee na wao wana, wanaangaliwa kwa namna moja ama nyingine, na ndio maana sera ipo wazee. Wazee wao afya wanapata bure. Kwa hiyo tukija hapo, si kuna ile sera ya wazee wanapata afya bure takuja na hapa vijana naoalalamika na sisi afya bure. Kwa hiyo ni mambo ya kisera, wakati unapofika tutaangalia tu mambo wakati gani inaendelea. sisihemu hoye ni jambo la heri, naamini na chama chetu ni sikivu, na sisi tunachukua tutapeleka sehemu sahihi. Asanteni sana.